Um, najisikia furaha kujumuika tena kwenye timu ya taifa. Imepita uh, miezi tisa nazani tangia mara ya mwisho kuwepo kwenye timu mwaka jana mwezi wa sita. Nimerudi tena kwenye timu, najisikia furaha, nimefika jana, lakini jana hiyo hiyo pia nime, nimeanza mazoezi na timu. Mazoezi mazuri uh, maandalizi mazuri uh, ambayo tunapewa na, na walimu wetu. Uh, tangia nimefika mazingira ya, ya, ya, ya kempu pia ni mazuri uh, Kiufupi maandalizi ameanza kuwa mazuri kuelekea mechi dhidi ya Morocco na nimefurahia tena kujumuika kwenye timu. Ukizingatia mechi tunaenda kucheza dhidi ya Morocco ni opponent ambao ni wagumu na wako kwenye fomu bora kwa kipindi hiki. Kwa hiyo haitakuwa mechi nyepesi kwetu, lakini sisi kama wachezaji tuna, tunatambua umuhimu wa mechi hiyo, tunatakiwa kufanya nini kwenda kupambana kuhakikisha tunapata matokeo kwa sababu hata sisi kwetu ni pointi tatu, ni muhimu kuhakikisha tunatengeneza mazingira mazuri kwenye kundi letu. Japo tunajua ugumu hiyo mechi na Morocco fomu walikuwa nayo kwa kipindi hiki, lakini tutahakikisha tunapambana, tunapata alama tatu katika mchezo huo.